Ngai mtetezi wanyonge, na nataka kuambia Wini Odinga na mamake, Mama Ida, na nataka kuambia Mama Ida vizuri. Mama Ida, tunakuheshimu zaidi tena tunakupenda, lakini siaziyo pumbafu ya ulugani zumu, kateli zumu na jinga zumu hatuwezi nunua kama Wajalu. Tulikuwa tunapenda bwana yako ambaye ni baba yetu Raila Amolo Odinga, mwana wa Oginga, Oginga Odinga, mjukuu wa Juma Bati say, mama Ida na msichana wake Winnie. Winnie amesha kuvuta shisha imemtosha akili. Wanaenda kwa kanisa, kanisa watu wanatoa kofia, shisha imejaa kwa akili, hawezi toa kofia kama babake marehemu Raila Odinga alikuwa anatoa kofia. Sasa Winnie, nani amevuta, amevuta shisha mingi hata juu ya kwamba kanisa inafaa kutolea kofia. Nataka kuambia Winnie Odinga tulikuwa tunatambua Raila Odinga pale babako, sio wewe. Kama kwa mheshimiwa Daktari seneta wa Siaya Oburu Odinga, huyu ni anko yako, na kama unafikiria kwamba umeshika matiti imekutana mkono, sina haja kuzikufuata bwana friend. Kwanza tafuta bwana, kuwe na boma yako, ndio tukushimu. Tunakufuataje na una bwana? Nataka kuambia sisi kama vijana wa Luonyanza hatuwezi pimwa vichwa zetu na futi ambayo imekatika. Futia Mama Ida na msichana wake wini. Nataka kuambia Junior toka kupumbavu kama hizi. Fuata anko yako mkubwa bwana, tuaje upuzi. Fuata anko yako mkubwa, fuata anko yako, anko yako, anko yako Oburu Odinga Junior, ndio upate baraka. Sasa unawekwa na mama yako, hatuandaa kufuruka anko yako buru, tama Ida Tunajua wewe unapenda kupokea utowi, tunajua wangu wewe utowi. So unataka kuuza ODM kwa Kalonzo, uuzi uuzi, umepewa ng'ombe milioni moja kwa matanga ya Raila Odinga. So sukaya Wajaluo hata kidogo, na Wajaluo ndio walikuwa simama na Raila Odinga bwana. Nataka kuambia Mama Ida tunakuheshimu. Lakini sisi kama Wajaluo hatuwezi kufuata mwanamke, haiwezekani naitawaifanyika tunafuata Mheshimiwa seneta wa Siaya Oburu Odinga jensi, huyu ndio party leader wa chama cha ODM. Hata kama bura naenda na tumbo, huyu ndio tutamfuata. Wenyei mwekaa kwa kona fulani atuinda mama yake pia natupange mchoro. Asiikamajalua tuko na akili zetu, atunafuata mamaida na mshana wake. Kwani tumelaniwa bwana? viongozi ambao anasumbua tu Luo Nyanza, ambao wafanye mama maendeleo. Mama ile ndio alikuwa anapea ticket, alikuwa anapea baba stress. Tunajua watu wako walikuwa na plan moja, iko hapa Nairobi tu, amtaja very soon, afanye kazi mali ile. Ulimpa ticket mwingine pia, iko kuna wengine wako Migori county hawafanyi, wengine wako Siaya. Kazi yako ni mama mama mamba, lakini maendeleo hakuna, wanachukua maendeleo wanafanya kwako. Tunakwambia mama Ida, wajana ODM, ODM ni Oburu. Oburu akichoka Maybe arudishe kwa Joho Mombasa, si wewe bwana, hata ujoamuoni wachiri kutupima ODM. buru Oburu akichoka, ape Sultan. Sultan pia andeshe pwani lainji, akichoka pia arudishe Western, tuangalie na Western baadaye, tujaona yo paranya, na mimi pia umri imeenda kidogo

Koma kabisa ati sasa Wini amevuta shisha anaingia kanisani. Mm. Watu wanaomba baadaye tuwe kofia shisha imemkila kula kile, ani anavuta shisha amesahau kwamba anafaa kuoleka si utafuta so, bwana kwanza ndio utafuta ODM utafuta ODM, utatafutaje ODM hujaoleka sasa? Siuata avachola sini avachola <laughs> <laughs> bwana, hatutake pusi tunasema ya kwamba we are the rules, hatuwezi ongozwa na mama ambayo hana bwana pila kuwe na bwana hatuwezi fuata Pati ile ya ODM tuko tukuna mali moja ende Raila Raila atuwaca indesi moja hapa ni chama cha ODM, hiyo ndio kampuni yetu. So kama bunge Oburu ndio director, sisi ni stakeholder. So lazima ti protect stakeholder ambayo ni Oburu, ndio ndio eh, nini bwana, ati mimi nashindwa bwana. Kwini punguza shisha kidogo, punguza shisha <laughs> heshimu Oburu Oginga sio rika yako hata uangalie hata jaoko jaoko ni kwanza amekushinda daru na hata mkangana na baba yake wewe pia umekaa sana bwana punguza shisha ambia Mama Ida tulikupenda tulimpenda kama Raila yako lakini sasa hii upendo wetu na Mama Ida imekatika kama kama utamu ya bologa ya bigiji. kama mtaheshimu mheshimu Oburu Oginga hata sisi hatuna heshima Mama Ida na na, na, na msichana wake Munataka kupea uburuzi stress? Bana kumbafa tuwezi kubali sisi. Tuna rekogonis mwana wa Oginga Odinga, seneta wa Siaya, daktari Oburu Odinga. Ida na mshahara yake watafute chama ingine, duplicate ya ODM. ODM ni moja iko na Oburu Odinga arisasa. Sisi na tuende tuekushie na Ida Dinga. Raila yuko na, ukiendelea hivi hapa, hapa mbeleni watu watakimbizana hapa hapa tu mbeleni tu, mbeleni, hapa. Hapa tu. Bwana sisi, baba ambaye amebaki Oginga Odinga amebaki ni moja, na amebaki na kijana mmoja ambaye ni yatima. Oburu ni yatima. Ida, tafadhali wacha kupea yatima stress. Oburu ni yatima, hana baba hana mama. So, mwache kupea Oburu stress, na mkiendelea hivi ngojeni tu, mama idu, utajua wajaluo na kina nani. Ukiendelea hivi utajua wajaluo na kina nani, kama, kama.